Uh, tusalie hapa hapa kaunti namba 47 ambapo huenda wa Kenya wakalazimika kutumia vitambulisho vyao kupata huduma za mitandao ya kijamii. Wapo mapendekezo kwenye mswada wa sheria ya mawasiliano, yataidhinishwa na bunge. Kwa mujibu wa mwongozo unaopendekezwa na mamlaka ya mawasiliano, vitambulisho au stakabadhi za kujitambulisha zitatumiwa kabla ya Mkenya kutumia mitandao ya kijamii, katika hatua inayolenga kuwalinda watoto dhidi ya habari zinazoweza kuwaathiri mitandaoni. Mwongozo huo wa usalama wa watoto mitandaoni unasema kuwa watoto wana haki ya kupata habari na kujieleza, na hivyo haja ya kuwalinda mitandaoni. Watoaji huduma wa mitandao watahitajika kuthibitisha umri wa watumiaji. kwa kaunti namba 47 hapa Nairobi. Tuelekee kaunti nambari moja ambapo uh, tunaarifiwa kwamba naam, taarifa hiyo haipo tayari. Mtazamaji, mimi nitapata fursa ya kupumua kidogo, kabla ya kuwajia na taarifa zitakazokuwa tayari.